Wala sikuwa na shaka juu ya safari yako, na kama wasemavyo wahenga kwamba usafi wa kiti kamwe hakiwezi kusafisha koti la mpumbavu. Ndugu zangu wana ulimwengu, ninaomba niwasihi, lakini nianze kuwakumbusha kwamba katika vitabu vimehifadhi kumbukizi ya maneno ya kale katika kurasa zake kwamba kuna ujio wa Masihi Dajari, na kizazi cha wafuasi wa Masihi Dajari tayari wameshatangulia karne moja iliyopita, maana wakazaa wakakuwa nao wakasoma na wakapata elimu. Na ishara ya ujio wa Masihi Dajari na wafuasi wake ni wale walio na elimu tena ya juu, na wale waliokuwa na nguvu za miujiza. Hawa ndio wafuasi cha kizazi cha Masihi Dajari. Maana ujio wa Masihi Dajari atakuja kipindi ambacho tayari dunia ina imani ya hofu ya muujiza kuliko kweli ya Mungu. Wala usishangae ukiona baadhi ya waumini tena wasomi wa juu wakikuambia nako kuabudu mti ni sehemu ya ibada. Hapo mwanzo tuliambiwa vitu hivi ni dhambi, maana hakuna kinachoabudiwa kuliko kweli ya Mungu. Ndio, na wala usishangae leo ukiona baadhi ya waumini wa kiimani za kidini tena ambao tunaamini wao wana Mungu kuliko kitu kingine chochote kile na wala hakuna ulinzi wowote juu yao zaidi tu ya ulinzi wa kweli ya Mungu wakitembea na silaha ya kujilinda tena wakiwa na hofu kuliko hofu ya kweli ya Mungu basi jua ukiona ishara hiyo hiyo ndiyo ishara sahihi na hiko ndiyo kizazi cha Masihi Dajjal asante kwa kuja